mzee wetu Nasr bin Ali Al-Fari, na mheshimiwa naibu balozi kama sikosea, Sheikh Muhammad Alminji na... Muhammad Rashid bin Muhammad Alminji na mzee wetu mlezi wetu mlezi wa mashehe na mlezi wa Uislamu mjenzi wa msikiti mzee wetu Sheikh Hilal Saudi Ashidhani na baki ya wageni wote waliofika. Kwa sababu ya kuchunga muda, nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, na kumtakia rehma nyingi na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, tupo hapa kwa ajili ya jambo muhimu mno. Tumekuja hapa kufungua nyumba ambayo ndiyo nyumba sahihi na ndiyo nyumba ya hakika. Yote majumba tulionayo masajid, miliki wake ile hati yake mwangalizi wake ni mwenyewe Muumba subhanahu wa Ta'ala, pale aliposema wa anna almasajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada. Kwa hiyo mzee wetu amekuwa mwakilishi mzuri katika kile ambacho Mwenyezi Mungu amemkirimu, akaona awe niaba ardhini kulifanya la muumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili amelinasibisha kwa watu wenye imani tu ilivyosema inama yaamuru masajid Allah man amana billah. Hii kazi haifanywi na kila mtu, hii kazi inafanywa na yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa imani ya kweli, anajua lengo la kuwekwa ardhini, muumba amemtaka afanye nini, anaishi katika manhaji gani, selabasi gani, muundo gani ndiye anayeweza kufanya jambo kama hili. Kwa hiyo pamoja na thawabu nyingi ambazo Mwenyezi Mungu amewaandalia wajenzi wa misikiti kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallama, man bana lillahi masjida bana llahu lahu baitan fil janna, mwenye kujenga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu msikiti, Allah anaahidi atakujengea nyumba katika pepo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu nyumba hiyo ukaipate mzee wetu pamoja na zawadi hiyo ambayo Mwenyezi Mungu amekupa, lakini katika kufanya ibada hii ya ujenzi wa msikiti umenusuru watu ambao walikuwa wakihangaika, wakienda mbali kutafuta namna gani watamwelekea Mola wao, kwa kupata nyumba iliyokuwa nzuri. Wewe umetengeneza nyumba nzuri, tunakupa maua yako. Mwenyezi Mungu akulinde na kila hasad na kila fitna, na pale ulipotoa Mwenyezi Mungu akuzidishie maudhui. <laughs> Ni nyingi katika masala ya msikiti. Katika upande wa kutunza mzee wetu amejenga, hiyo ni hatua ya mwanzo, na mimi nasema ni hatua ndogo. Wale ambao watakabidhiwa kuuendesha msikiti, khadamatulmasjidi, kufanya msikiti uwe kama ulivyo. Hilo ni jambo la pili, nalo lina maelezo mengi, kwa sababu ya muda. Hii misikiti tunaijenga kwa malengo mawili. Wengi katika wajenzi, namwomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika lengo moja, lile la pili tuliache. Kuna watu yabununa almasajidi sumu'atan wa ri'aan shuhra, lengo la kwanza watu wanajenga misikiti kwa ajili ya fahari, kwa ajili ya shuhra, kwa ajili ya watu wa muone, anafanya hilo riaa. Hili lengo Mwenyezi Mungu atuondoe nalo, lakini bado wako wanaojenga kwa ajili ya tafriqan baina almu'minin, kubagua watu, kuwatenganisha watu, sasa hivi na hili linaelekeza kwa mashehe zangu wa mikoa mliokuwa hapa, watu wamefika mahala wanajenga misikiti hatua wa tano. Almasjidu yujmiu wala yufarik, msikiti kazi yake ni kukusanya sio kufarikisha. Ugomvi mdogo baada ya sulhu, mtu anatafuta kiwanja anajenga msikiti mahala pale, na hutokea vurugu kubwa, yakatokea matatizo makubwa. Juzi tu nime Ilikuwa naangalia katika YouTube pale Arusha watu wamepigana ngumi, mpaka imamu kachakazwa mdomo wake, hata kula hawezi, kwa sababu ya mambo kama haya ya misikiti. Wamejengewa msikiti, aliyejenga kaondoka, amekwenda huku, wanauana na misikiti, imefika mahala inakuwa yatiman la yadkhul fihi ayu musallin sawaan qaidin au qaimin, hawaingii watu mule ndani. Jambo hili namuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, katika kiwanja hichi hapa niliposimama naongea, Allah, hufanye msikiti huu ni maawa ni mafikio, watu wakae hapa wapate ilmu, wapate darasa, watoke mioyo yao imekaa vizuri lengo la mwisho ambalo ndio zuri. Mtume aliambiwa siende kuuswalia msikiti wa Adhirar, msikiti uliojengwa kwa lengo la kufarkisha umma. Mtume Muhammad alikuwa kafanyiwa njama aje adhuriwe, Allah akamwambia, la taqum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi fihirijalun yuhibuna an yatutaharu wallahu yuhibu lmutahirin. Maneno haya itakuwa ndio tafsiri na ndiyo kalima yangu ya mwisho, ni kwamba aliambiwa Mtume Muhammad asisimame wala kusalia msikiti ule. Mskiti ulioasisiwa kwa ajili ya uchamungu ni bora, ulikuwa na msikiti Quba unazungumzwa, kuba usisa ala takwa. Miskiti lazima iasisiwe kwa ajili ya uchamungu na min awali toka mwanzo na asisiwa, lengo ni kumcha Mungu. Allah kawasifu watu wa Madina, rijalu yuhibuna itataharu. Kwa ufupi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie msikiti wetu uwe ni kimbilio la wachamungu na watu tu ndani ya msikiti huu katika hali ya mapenzi, wi'am widad, ifike mahala tutoe wanazuoni kupita msikiti huu na tutoe wachamungu waliokuwa wengi. Shukran